Leo tunakutana tena katika uzinduzi wa mradi mkubwa wa uboreshaji wa mfumo wa umeme hapa Zanzibar. Mradi huu kama ilivyo miradi mengine ya kimkakati katika shirika la umeme, umeleta tija kubwa sana, ikiwa ni pamoja na kuongeza thamani ya upatikanaji wa huduma ya umeme, lakini pia kutoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa Zanzibar na kuwa sehemu ya chachu ya kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa umeme sasa sio anasa. Rais, utakuwa umeacha kama sitolisema, hili la kutumia dola milioni nane nukta nne kwenye mradi kama huu, fedha ya wananchi wa Zanzibar, sio Rais? nawaambia tena, sumu haionji. Kachagueni maendeleo, kamchagueni Dk. Hussein Al Hassan Mwinyi ili alete maendeleo kwa haraka haya yale tunayotaka mradi huu utahusisha ujenzi wa miundombinu ya kusambazia umeme ambapo laini yake itaunganisha umeme kwa wateja wapya elfu sabini kwa gharama nafuu. Hapa namaanisha kwamba kutoka wastani wa shilingi laki mbili inayotozwa sasa ambayo tuliweka punguzo ya kutoka shilingi laki nne mwaka juzi hadi sasa kiwango cha chini cha shilingi laki moja tu kwa kila mwananchi.